Ajali ya meli ya Titanic ni moja ya ajali maarufu zaidi katika historia ya usafiri wa baharini. Jina kamili la meli hiyo lilikuwa inaitwa RMS Titanic. Kampuni ambayo ilitengeneza meli hiyo inaitwa White Star Line. Ilitengenezwa inaitwa White Star, ilitengenezwa Belfast East Rand. Uzinduzi rasmi wa meli hiyo ni ilikuwa Aprili 10, 1912 kutoka Uingereza kutoka safari yake ya kwanza ilikuwa Ufaransa kuelekea Iceland hadi New York. Ajali ilitokea siku ya tarehe 14 hadi 15 Aprili hadi 15 Aprili mwaka 1912. Kilichotokea, Titanic iligonga barafu kubwa katika bahari ya Atlantiki kaskazini. Ajali hiyo ilitokea takribani saa 10 na saa 11 na dakika 40 jioni, na ilizama kabisa mnamo saa 2 na dakika 20 asubuhi tarehe 15 1912 takribani ilitokea maha Ajali hiyo ilitokea, ilikuwa ni takribani kilomita 600 mwa ukanda wa Kanada, kukaribia kufika Kanada. Sababu, sababu iliyopelekea ajali hiyo kuua watu wengi, kukosekana kwa boti za kutosha na kuokoa maisha, uzembe wa kampuni uzembe wa kupuuza tahadhari za barafu zilizotolewa, kasi kubwa ya meli licha like ya mahali ya hatari ya barafu, imani kuwa Titanic haiwezi kuzama ilileta madhara makubwa zaidi. Idadi ya watu, idadi ya watu zaidi ya watu zaidi ya elfu mbili mia mbili waliofariki ni takribani ilikuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu elfu mbili mia mbili na waliofariki ni takribani elfu moja mia tano walionusulika ni takribani mia saba. Ajali hii ilibadilisha kabisa sheria za usalama wa baharini na kusababisha kuundwa kwa miongozo mipya kuhusu idadi ya boti za kuokoa maisha, wa mafunzo ya usalama na mawasiliano ya ya redio. Pia na ajali ya Titanic imekuwa chanzo cha vitabu, filamu kama vile mwaka 1997 na